Jukwaa la kuwaiteni, siku hii ya leo ni uzinduzi wa kampeni yetu sisi kama jumuiya ya vijana UVCCM, Taifa. tuna imani kwamba uh, waandishi wa habari, wahariri lakini wahusika wetu walengwa vijana, mkipata taarifa hii kwa mara ya kwanza juu ya uzinduzi huu wa kampeni yetu itakuwa na tija zaidi. Maana Mungu amewapeni nyie karama kwa kutumia maandishi, kamera zenu, akili zenu, uwezo wenu kudavua mambo tofauti tofauti yanayoendelea katika jamii yetu yenye tija. Kampeni yetu hii ambayo tunapenda kuzindua mbele yenu ni kijani Fact Scan. Sasa kwa nini kijani Fact Scan? Nini kijani Fact Scan tunamaanisha nini, ndugu zangu? Tumekuwa tukipata taarifa nyingi sana kila leo kupitia mitandao ya kijamii, kupitia watu mbalimbali mbali. wengine wanaojiita wanaharakati huru, wengine wanasiasa wabobezi, wengine ni wakurugenzi au viongozi wa taasisi mbalimbali lakini kuna mkonganyiko mkubwa sana wa taarifa tunazozipokea, na sisi kama vijana hatuwezi kukaa kimya. Ni wajibu wetu vijana wa Chama cha Mapinduzi kuwa na mkakati maalum ambao utazungumza ukweli, kuainisha yale ambayo yanasemwa ya upotoshaji, uchonganishi yanayoleta kuvuruga yanayotaka kuleta kuvuruga amani ya taifa letu. Kupitia kampeni hii kijani Fact Scan, tutatetea ukweli, tutaelimisha jamii na tutatokomeza upotoshaji, uzushi na uongo unaoenezwa kwa ajili ya serikali yetu, chama chetu, viongozi wetu. Kampeni hii italenga kutoa maarifa sahihi. Wote tunafahamu kwamba bila taarifa sahihi ni vigumu kufanya maamuzi, na hasa katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu, ni muhimu kwa kijana wa Kitanzania kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini kwa mzalendo tu yoyote kupewa taarifa ambayo imechujwa yenye ukweli na uhakika. Tutajibu hoja kwa hoja katika kampeni ya Kijani Fact Scan. Hivi juzi kati tumesoma katika mitandao, baadhi ya wanaharakati wametuhumu serikali juu ya mambo mengi sana, wametuhumu jumuiya zetu, jumuiya hii ya vijana kwa kutusingizia mambo mengi sana na mwingine alidiriki kusema kwamba tunatumia vijana wetu kuleta vurugu au kuteka watu. Wanatumia na majina yetu kwamba tunatumia vijana wa, wa jumuiya yetu kufanya hayo mambo ya hovyo, lakini sisi hatutakaa kimya. Tunataka tuambie Watanzania, tunataka tuwaelezee wazalendo wananchi wa Tanzania ukweli na kupitia kijani facts scan tutaangaza ukweli yu wote ambao umekuwa ukifichwa na watu ambao hawana nia njema na taifa letu siku zote. Ukweli, mimi ni Mkristo, ninaamini kabisa ukweli utakuweka huru, hata Biblia imeandikwa hivyo, na sio vyema tukaelekea katika kipindi cha uchaguzi kwa kuchafua viongozi wetu, kuchafua taasisi zetu, kwa hilo ni jambo la msingi. Tungependa waandishi wa habari wa mchukue na mpeleke kwenye umma, mwataarifu kwamba kuanzia jioni hii ya leo mtaona taarifa zetu tukifafanua kila hoja iliyokuwa inaletwa mezani kwa dhumuni ya kuipaka matope chama chetu au kupaka matope taasisi ambazo zinaongozwa na viongozi wetu ndani ya taifa hili.